Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake eh, katika kusini mwa Bonde la Ufa kuanzia kaunti ya Narok ambapo anaendelea kuahidi kuimarisha maendeleo y eneo hilo. Rais ambaye tayari amepokelewa na gavana wa Narok Patrick Ntutu anatarajiwa kuzindua ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ewaso Nyiro ili kuendeleza uchukuzi wa utalii katika mbuga ya wanyama ya Maasai Mara. Aidha, Rais pia anatarajiwa kuzindua na kukagua miradi mingine ya soko, viwanda na hata sekta ya afya na elimu. Akizungumza eneo la Ntulele alikofungua soko la kisasa, Rais ameendeleza kutetea handshake yake ya na kinara wa ODM Raila Odinga. kubaliana na nyinyi ya kwamba kuna manifesto ambayo tutatumia ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, si ni kweli? Sasa leo mimi nimekuja Narok kwa sababu yale mambo tulikubaliana na nyinyi sasa yameanza kukamilika. Leo nimekuja kulonj hii soko ambayo tulikubaliana ya kwamba mama mboga awezi kufanya kazi tena mahali kuna jua, mahali kuna mvua. Tumuweke mahali kuna dignity, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi ndio wamama wetu wapate nafasi ya kufanya biashara in a dignified manner, na vilevile tuhakikishe ya kwamba mazao kutoka mashambani isiharibike, kwa sababu sasa tuko na soko ambayo iko na storage, iko na cold room na iko na mahali ya kufanya biashara.